Habari, mimi ni Prakash Goda, daktari wa upasuaji wa mishipa ya damu katika Apollo Health City, Hyderabad. Mada ya leo ni ugonjwa wa Leriche unaojulikana pia kama ugonjwa wa kuziba kwa aorta iliac. Kimsingi ni kuziba kwa sehemu ya mwisho ya aorta pamoja na mishipa miwili mikubwa ya damu ya common iliac. Kwa kawaida hutokea kwa wagonjwa ambao ni wavutaji sigara wa muda mrefu. Pia wagonjwa wazee wanaweza kupata ugonjwa wa Leriche. Sababu nyingine ni wagonjwa wanaopata magonjwa ya kuganda kwa damu au walio katika hatari ya kupata magonjwa hayo, wagonjwa wenye magonjwa ya mishipa ya moyo au wagonjwa wenye damu kuganda ndani ya moyo. Hizi ndizo sababu kuu za kupata ugonjwa wa Leriche au ugonjwa wa kuziba kwa aortoiliac. Wagonjwa hawa huja wakiwa na dalili tatu kuu, hasa maumivu ya misuli ya makalio na mapaja wakati wa kutembea. Hii inamaanisha kwamba wagonjwa watapata maumivu kwenye sehemu ya makalio na mapaja wanapotembea umbali wa kutembea kabla ya maumivu kuanza unaweza kuwa kati ya mita kumi au hata wakati wa kupumzika hadi mita mia tano au zaidi. Hivyo, kulingana na hatua au dalili za ugonjwa, mgonjwa anatakiwa kutibiwa ipasavyo. Dalili ya pili itakuwa kuto kuwepo kwa mapigo ya pande zote mbili ya mshipa wa femoral wakati wa uchunguzi wa daktari. Mgonjwa akifika hospitalini, wakati wa uchunguzi tunagundua hakuna mpigo wa mshipa wa femoral eneo la kinena. Hii ni dalili ya pili. Dalili ya tatu ni tatizo la nguvu za kiume. Mgonjwa analalamika kushindwa kupata au kudumisha nguvu za kiume. Hii mchanganyiko wa dalili na ishara tatu huitwa Leriche syndrome. Kwa hivyo sisi, uu tunatathminije na tunatambuaje ugonjwa wa Leriche. Kwa kawaida wakati wa uchunguzi wa daktari dalili ya kwanza ni kutokuwepo kwa mapigo ya mshipa wa femoral pamoja na dalili za maumivu ya misuli ya makalio na mapaja wakati wa kutembea, na mgonjwa analalamika kuhusu kushindwa kwa nguvu za kiume. Baada ya hapo tunaweza moja kwa moja kufanya kt, yaani peripheral angiogram, ambapo tunaweza kuona mtiririko wa damu kuelekea sehemu ya mwisho ya aorta pamoja na miguu yote miwili ya chini, na tunaweza kuona ni wapi kuna kuziba kwa mshipa kuziba kwa mshipa kunaweza kuwa sehemu fupi, sehemu ndefu, au kuanzia chini ya figo hadi kwenye mishipa ya iliac. Kwa hivyo wagonjwa kama hawa tunawatibu vipi? Kuna chaguzi kulingana na urefu wa tatizo na umbo la kuziba huko, pamoja na umbo la mishipa yenyewe. Vidonda vinavyohusisha kuziba kwa sehemu fupi, yaani kama kuna kuziba kwa sehemu fupi kwenye aorta pamoja na mishipa mikuu ya iliac, chaguo ni kufanya angioplasti na kuweka stenti kwenye pande zote mbili za iliac, pia inajulikana kama kissing stent. Angioplasti hii itapunguza dalili na mgonjwa anaweza kuanza kutembea siku hiyo hiyo baada ya upasuaji. Kupona kawaida kunaanza siku ya kwanza yenyewe na mgonjwa anaweza kuruhusiwa kwenda nyumbani siku ya pili baada ya upasuaji. Kama vidonda ni vya sehemu ndefu, yaani, kama sehemu ndefu ya aorta na sehemu ndefu ya mishipa ya iliac zimeathirika, basi chaguo la matibabu ya endovascular halifai. Katika kesi kama hizi tunalazimika kufanya upasuaji wa wazi wa bypass. Bypass inahusisha aortobifemoral au biliac bypass, ambapo tunafungua tumbo Tunafanya laparotomi, tunatenganisha sehemu ya kawaida ya aorta chini ya figo, na kwenye sehemu za kinena tunafungua mishipa ya damu ya femoral pande zote mbili, halafu tunaweka grafti ya bandia. Grafti ya bandia ni grafti ya umbo la Y iliyogeuzwa, ambapo ina sehemu kuu pamoja na matawi mawili kwa ajili ya miguu yote miwili. Kwa hiyo sehemu kuu ya grafti itaunganishwa na sehemu ya aorta ya tumbo iliyo chini ya figo, halafu matawi yote mawili ya grafti yanaweza kupitishwa chini ya peritoneum na kisha kushushwa hadi kwenye kinena, ambako tunaunganisha kila upande kwenye mshipa wa damu wa femoral wa kawaida au femoral wa juu juu. Kwa hiyo kwa kawaida tunapofanya upasuaji wa wazi, mgonjwa atalazimika kukaa ICU kwa angalau siku moja, na siku inayofuata mgonjwa atahitaji kuhamishiwa wodini na kisha tunaweza kumweka mgonjwa hospitalini kwa siku mbili au tatu. Mara tu dalili za tumbo za mgonjwa hazipo tena na ilesi ya kupooza imetulia, tunaweza kuanza kumhamasisha mgonjwa na anaweza kuruhusiwa kutoka hospitalini, mara nyingi, siku ya nne au ya tano baada ya upasuaji. Kwa hiyo matokeo ya vidonda hivi au magonjwa kama haya huwa mazuri zaidi tukifanya upasuaji wa wazi wa aortobifemoral bypass grafting. Kama mgonjwa hataendelea kuvuta sigara baada ya upasuaji, muda wa kuishi wa graft unaweza kufika miaka 20 kwa urahisi. Hivyo basi, kulingana na tabia za mgonjwa na magonjwa mengine aliyonayo, matokeo hubadilika. Kama mgonjwa ataacha kabisa kuvuta sigara na kutumia pombe, atapata matokeo bora zaidi baada ya upasuaji, iwe ni upasuaji wa wazi wa bypass au angioplasty ya kissing stent.